Msanii Rayvanny ameingia kwenye headlines kwa mara nyingine tena kutokana na kila ambacho ameweza kukiposti pamoja na kuandika caption ambayo imeacha maswali mengi sana miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakimfuatilia wakiwemo mashabiki zake. Inaonekana dhahiri kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa upande wake, kwa sababu sio kawaida yake kuposti picha namna ile pale, alafu caption pia inaeleza kwamba kuna namna hivi mambo yake hayako sawa, and that's why akaamua kuandika kila ambacho kukiandika pale kabla sija kuambia hapa hiki ambacho Rayvan ameweza kukiandika pale, mimi nikukumbushe kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapa chini ya hii video kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba baadaye unakuwa wa kwanza kabisa kupata updates mbalimbali. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, subscribe, alafu tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu ukweli juu ya kila ambacho Rayvan Vivan Boy ameweza kushare. Sasa tunafahamu kwamba siku za hivi karibuni, kwanza kabisa le kuna moja kitu ambacho kinaashiria kile ambacho ameweza kuandika Rayvan. Amekuwa ni Rayvan ambaye ni kama vile mpya, ambaye sio yule Rayvan tunamfahamu, wa miaka kadhaa. 2022, 2023. Rayvan alikuwa ni wa moto sana, lakini miaka hivi karibuni 2024 na mpaka 2025. Rayvan amekuwa ni msanii fulani hivi ambaye ni kama vile katoka kabisa kwenye masikio ya watu na kwenye akili za watu, sasa hivi hazungumzwi, hata kuzungumzwa. Sasa ameweza kuposti hiyo picha ambayo alikuwa anapiga gitaa Uh, ni picha fulani hivi ya kitambo hicho ni kama mwaka 2014 au 13 hivi ambapo alikuwa anajitafuta kipindi hicho, hata WCB haijui wala sidhani kama alikuwa nawaza kwamba pengine siku moja angekuja kufika WCB. Sasa hiyo picha ameposti, alafu akaandika kwamba bora, uh, ugali daga kwenye amani kuliko alinyama vitani. Ni caption ya wimbo wa Ibra ambao unafahamika kwa jina la Dharau aliyokuwa amemshirikisha bosi wake wa kipindi hicho Conde Boy. Sasa watu wametafsiri kila mmoja kwa namna yake, kwamba nini ambacho Rayvanny ameweza kukimaanisha hapa, wengi wakisema kwamba Rayvanny utakuwa anapitia wakati wa shida sasa hivi, lakini yote kwa yote ni mtazamo wa watu tofauti tofauti. Wewe comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho Rayvanny ameweza kukiandika pamoja na kuposti hiyo picha, unadhani kwamba anamaanisha nini? Ijapokuwa kwa upande wangu mi naamini kwamba anatuambia uh, kwamba kipindi hicho alikuwa anapitia shida, yani maisha fulani hivi ya shida lakini ya furaha, lakini tofauti na sasa hivi ambapo uh, pesa ipo, alafu maisha sio ya furaha. Hiyo ni tafsiri yangu tu binafsi, ambayo nadhani anaweza alikuwa na maanisha hivyo. Kwa upande wako tuambie, unadhani nini ambacho ameweza ukimaanisha hapo? Komenti yako ikihusika hapo chini tu, komentisha sana lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates.